Haijasema hasa Musa anaanza kudadavua ule mtaso wa sura ya kwanza. Bwana, e, Mungu alipoumba kila kitu Papa, kwa na mtu wala mboga ya kondeni, kwa nini mvua inyesha wala hakuna maji, yeah. Endelea sasa maji akapanda katika nchi yakatia unyevu juu ya uso wa ardhi. Ndo anaanza kuelezea Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa kiumbe hai. Unaona, Musa anadadavua ile, ile moja ishirini na sita. Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ila hapajaelezwa wazi Mungu alimuumba umbaje? Alitumia plastiki? alitumia alitumia mtu akachonga? Alimchora? Alitumia, alitumia, alitumia chuma? Hiyo ni muhtasari tu. Sasa udadavuzi wake, yaani habari kamili ili vijana wanielewe vizuri, a watazamaji wangu, habari kamili. Musa na dadavua anafafanua sasa kwamba bwana, huyo mtu aliyeongelewa kwenye Mwanzo niliongea kwa muhtasari tu, sasa nadadavua matirio yaliyotumika kumuumba. Ndio Musa anaeleza matirio aliotumika kumuumba, rudia hapo, moja saba mbili saba. Hapo Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa kiumbe hai. Naona eh? kwamba Mungu bwana leo mtu niliyowaambia, kwamba Mungu aliyekuwa amesema tumbe mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu, na nikaongea kwa lugha ya jumla kwamba alimuumba mwanamke na mwanamume. Ndio mtu anadadavua hadi ule mstari wa nne pale, anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa. Vilivyoumbwaje? Musa alitema neno, anashuka kudadavua, kwamba yule mtu bwana leo niliowaongelea kwenye sura ya kwanza aya ya 26, 27 Mungu alimuumba hivi: alichukua udongo akafinyanga akisanamu kama la mtu, baadaye akalipumzia, akalipulizia pumzi ya uhai yule mtu akawa nafsi hai. Je, baada hapo ikawaje? Ndio unashuka apoenda kidogo, mstari wa nane na tisa na kumi kidogo. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu kila mti unaotamanika una kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Akachipusha nini? Miti. Sasa alichipushaje? mnadaulia juu baada ya mvua kunyesha, yani maji yakapanda juu ya nchi, mvua ikanyesha, mm -hmm. ndio miti kaanza kuchipuka. Lakini huku mwanzo Musa aliongea kwa lugha ya jumla tu kwamba miti kachipuka, miti kawepo, imechipukaje alikuwa hajasema huko. Anadavua kwa baada maji kupanda juu uso wa nchi, kwa maana ya mvua kunyesha, ndipo sasa miti kachipuka kule, okay. akamweka yule mtu wapi? Amesema mtu, kasema watu hapa Bwana, hmm. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika hmm. kwa macho ya kufaa kwa kuliwa hmm. na mti wa uzima katikati ya bustani hmm. na mti wa ujuzi wa mema na mabaya hmm. Okay, mstari wa nane, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Akamweka mtu, akawaweka watu, mtu aliyemfanya. Soma vizuri hapo, kuna mtu kuna watu Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni akamweka ndani yake huyo mtu, si akaweka hao watu huyo mtu. Unaona sasa, nataka tuone uongo wa Isaya, uongo wa Rusekeru mzo upako, na uongo wa Kristofo Makaseki. Akamweka huyo mtu, sio hao watu, mmoja ambaye ni Adamu kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo sura ya pili yote ni habari kamili ya mutasari wa sura ya kwanza, msa anadadavua Twende sasa tusome hiyo story mpaka kule sasa, mstari wa tisa ndo anaendelea eh. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu unaotamanika, hmm. kwa macho na kufaa kwa kuliwa hmm. na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwenye bustani. kuna watu wangapi hapo? mtu mmoja. Nani huyo? Adam. Adam. Adam yuko mmoja tu, Adam bado okay. uh -huh. hivi hapa alikuwa hajatutajia jina mi, mi, ni, ni Adam taa kumwona mbele ni Adam sawa Hey, mtu ni Adam. Ukatoka mto kutoka ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Hey, uendelee hapo. Jina la kwanza ni Pishoni Hmm. Ndiyo unaozunguka nchi yote ya Avila ambako kuna dhahabu Hmm. Endelea. Na dhahabu ya nchi ile ni njema Hmm. Huko kuna bedola na vito shohamu. Endelea. na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndiyo unaozunguka nchi yote ya Kushi. Endelea. na jina la mto wa tatu ni Hidekeri. Ye. ndiyo unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa nne ni Furati. Endelea. Bwana Mungu akamtoa mtu, akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuituzi. Akamtoa huyo mtu au akatoa watu? huyo mtu. Sasa wanaodai kwamba akamtwaa nani? Huyo mtu. Kwa maana huyo ni Adam. Okay. Wala sio kwamba twangekuwa na mke wa kwanza Lilith, tungemuona hapa anafanya nini? Anamweka. Endelea hapo. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu ya bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku ile utakapokula matundi ya mtu, ya mti huo utakufa hakika. E, Mungu anaweka kuona utii wa Adamu hapo hatuoni, okay. Lilith akiwekwa hapo, Adam peke yake. Twende. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye Naona hiyo sasa, kwamba huyu bwana amekaa kwenye bustani hii na wanyama, yuko peke yake kwenye bustani, si vema mtu akae peke yake. Sasa wapotoshaji wanasema huyo Isaya, na kina Mwakasege na kina Rusekero, wanasema unaona hapa anaposema si vema mtu akae peke yake lonely, maana alikuwa na mtu mwingine akawa ameshaondoka, alikuwa anajisikia upweke. E, upweke lonely, ndio maana anasema si makae peke yake. si kweli. Ndio maana naona tusome mtiririko wote vizuri ili mtazamaji aende bila bila bila kuruka ruka sentence. Huyu si vema akae peke yake, kwa sababu gani? Asema alimchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani peke yake, kwa akaiko peke yake kwenye nini? Kwenye bustani, sio kwamba alikuwa peke yake kwa mkalimwacha. Hayo wanachomeka wao, lengo kuweka upotoshaji, lakini kwa sababu tupo maulama ambao tunajua mambo haya, tuwezi kubali upotoshaji uendelee. Sawa eh, hey. mtu akamweka mle. Ehe, endelea pale. Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi, akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa bustani na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Ehe, endelea. Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa anga na kila mnyama wa mwituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Eh, kwamba hakuonekana mwenye ufahamu na akili katika vile viumbe kama Adam wa kuweza kumliwaza, wa kufanana naye kwa maana ya kushauriana, kupanga mipango. Hayupo. Adam yuko pekee yake kwenye bustani ya Eden. Hapa hamna cha Lilith hapa. Okay. Lilith hakuna. Sasa nini kilifanyika baada ya hapo? Mungu ameumba wa wanyama mbalimbali, uende Adam atamsaidia, lakini hakuonekana kuna kumsaidia. Mungu akaweka plan B hapo. Mstari wa moja sasa: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliutoa katika katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Uh -huh. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Asante sana, unaweza ukaona hapo mtangazaji kwamba Musa anadadavua huko juu kwenye Mwanzo 1:26 27a na b, tumeona Mungu atuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, b anasema wakatawali samaki wa baharini na ndege wa angani. Sasa hao anaonekana ni mmoja, kwanza aliumbwaje na wapili aliumbwaje huyu ndio Musa anadadavua sasa. Kwamba jamani huyu aliumba kwa udongo Adam, akapuzwa pumzi zilio hai akawa hai, akaa peke yake kwenye bustani ya Edeni, Mungu akamwambia viumbe vingine vya kufanya hivi vikashindikana, ndipo sasa Mungu akachukua ubavu mmoja. Yule ambaye mnamwona kwenye Mwanzo 1:27b kama wako wawili ndio Musa anamdadavua hapa alipatikana patikanaje hapa? Kwenye Mwanzo 1:18 hadi 25. Sasa 21 na 23, kwamba bwana huyu mwingine ambaye inaonekana ana Adam, kwenye moja ishirini na sita wako wawili, hapana, ishirini na saba mwanzo, alipatikana kwa, kwa staili ya Adam, alipatikana kwa staili ya udongo kufinyanga na kuweka pumzi, na awa akapatikana kwa staili ya kuchukua ubavu wa Adam. Kwa hiyo wanaopotosha kwamba ni wanawake wawili tofauti, tatizo ni shule, hawana elimu, wanarukia vitu ambavyo wavijui, kwa Isaiah Benson, Kristofa Mwakasege pamoja na mzee wa upako waache kupotosha. Na shida wa Kristo ni nyingine ni hii, tangazaji wakiona mhubiri mkubwa mwenye majina makubwa ni mashabiki wake. Kwa hiyo mwanzo ni mutasari wa umbaji. Lugha ya juma, general language, ya umbaji, creation, general language. Ukija kwenye sura ya pili ndio Musa anadadavua hamna cha mke wa kwanza, aliyekuwa eti na eti hawa ni wanawake wawili tofauti wa sura ya kwanza eti alitwaliwa katika neno na wa sura ya pili kwenye ubavu. Huu ni upotoshaji ambao mpaka shetani mwenyewe anashangaa, kwa mbona maandiko yako wazi, wanakwama wapi? Kwa mtangazaji hivi ndivyo, huu ndio ukweli wa mambo, hakuna wanawake wawili. Na kujua kwamba huyu Mwanamke ndiye wa kwanza wa Adamu. Yeah. Baada ya lile anguko na kula matunda, yeah. Mungu anamuuliza Adamu amefanya nini? Angalia alichokijibu Adamu. Soma sura 3 hapa. Sura ya tatu. Kutilia mkazo kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mke wa kwanza wa Adamu ni Hawa wala sio Lilith. Sawa. Habari za pepo la Lilith. Yeah. Ndiyo. Soma ile mwanzo sura mwanzo sura ya 3 ule mstari wa wa 10. Okay. Anza mstari wa 9 huko. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? akasema nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha endelea akasema ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi je umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale sura 12 adamu akasema huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala huyo mwanamke ulienipa ulienipa, kwenye sura ile ya pili mstari wa kumi na nane kwamba mwanamke wa kwanza wa huyo wa Adamu ni huyo huyo peke yake, wala hakuna mwanamke mwingine. <PM> <menuja> <pasoasion> E, ukisoma hiyo mwa, 3:20 Mwanzo hiyo hiyo 3:20. Eh, sawa, mstari wa 20 anasema Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama ya wote waliohai hai. E, eh, huyo ndiye mke wake wa kwanza, akamuita Hawa, ndiye mke wake wa kwanza. Hebu soma kwa Timotheo wa kwanza 2:13, Timotheo wa kwanza 2:13. Eh, sawa, baada hapo tuangalie chango cha Lilith. Timotheo wa kwanza 2:13. 13 anasema kwa maana Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Hawa malilizi, Hawa, Hawa. Okay. Aliyeumbwa Adam kwanza anarejea kwenye ile mwanzo Paulo pauloa kwenye mwanzo mbili ndiye, moja ishirini na sita ishirini na saba alafu anakwenda kwenye mwanzo 2:7. Adam ndiye aliyeumbwa kwanza kisha akapata Hawa anarejea kwenye 2 21, 23. Yeah. Kwayo, kwa hiyo hamna cha kusema kwamba huyu mke wa kwanza alikuwa ni Lilith, hizo ni habari za uzushi, na ndio kienda kwenye tano. Sasa tano mbili uisome, aliyokuwa aliokuwa anatumia nani Isa Benson kupotosha vile vile. Hiyo mwanzo sura tano, tano mbili hii hapa ndo hey. Nilikuwa nakuja kukuambia ku, hii mwalimu hey. Kwanza nijenge swali hapa hapa napowenda kusoma hii tano mbili. Sawa. Tunaona Mungu ndiye aliyemuumba Adam, japokuwa sina uhakika na afikiri hata jina la Adamu amelitoa yeye. Ndio. Lakini jina la Hawa au jina la mwanamke ameyatoa Adam. Ndiyo. Kwa kuwa wale walikuwa wameumba pamoja, labda ndio maana walikuwa wanaitwa wana, mtu kwa pamoja. Na kwa mfano huo nakuja na hapa kwenye mstari ambao tena na yule alitumia kama supporting evidence mm -hmm, kwamba tano mbili nasema mwanaume na mwanamke aliwaumba akawabariki akawaita jina lao Adam, siku ile alipowaumba walipoumbwa, siku ile wa walipoumbwa mm -hmm, walipo aliwaita jina lao Adam, manake wote wawili waliitwa jina lao Adam. Eh, sawa, Mstari wa kwanza hapo, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya, baada na sisitiza. Ndio. siku ile Mungu alipoumba mtu ameanza mmoja hapo Ndio. Kwa, kwa sura yake Mungu alimfanya hapo, apo mstari wa pili, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo bado Musa na kazia biashara kwamba Lilith na Adamu aliumba kwa wakati mmoja, papo ndio baada nakataa kisikurudia tena mwanzo hapo, hiki kani hiki ndicho kizazi cha hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. mm -hmm, siku ile Mungu alipoumba mtu alipoumba mtu alipoumba watu alipoumba mtu, anarejelea kule.